Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Elias Kuzaga amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo. Basi kampuni ya High Express iliyokuwa ikiendeshwa na dereva ambaye anaitwa jina la Bosco Mwamila, mwenye umri wa miaka 52, huyu ni mkazi wa Chalinze, ikiwa inatoka Dar es Salaam kuelekea uh, jijini Mbeya iligongana na gari lingine lenye namba za usajili BAR 926zm 7806T aina ya Faw, kampuni ya AM Motors. Na baada ya tukio hilo la ajali, iliweza kusababisha kifo kwa dereva wa basi. Baadhi ya madereva ambao wameshuhudia ajali hiyo nao wakawa na haya ya kusema. Baada alivyoshuka hii dauni mbele, kulikuwa na magari, sasa yeye ndo mwenzake anaingia kwenye hamsini, alikuwa bado hajaanza kuingia kwenye hamsini ii, anaanza kuingia kwenye hamsini ndakugusa, mwenzake kashapiga breki, ikabidi atoe kutoa hamad magari ya Kizambia, naadishi y akaanza kuipasua saitimila na kioo.